Tanzania, mimi naitwa town iu cumbaa, baba lao ni ukaribishi sana sana kwenye kipindi cha kijanja, au sio bana? Kila siku tuko hapa, mimi naitwa baba lao, tuko hapa na tunafanya vitu ambavyo wewe nakufanya kuwa katika mazingira mazuri bana. Kama uja, bado huja subscribe YouTube channel yetu, au sio bana? Fanya hivyo na andika 69 media, au sio bana, utakuwa unatupata hapo, lakini pia kama ujabonyeza alama ya kengele, unabonyeza alama ya kengele ili kupata notification zaidi, au vipi bana? na hii ndio meza yaambee, sababu asababi niko hapa kuhakikisha kwamba ile kitu roho yako inapenda jambo naloendelea. Dar es Salaam mji umezizima, ni kuhusiana na Maimartha na Diva, jamani. Sijui kuna shida gani yeah. Lakini kile ambacho kimezungumzika mtandaoni, tuko hapa kukizungumza. Hawa watu bwana hawako sawa mm. Na isho ni kwamba Diva katangaza kumshtaki ama kumfungulia mashtaka Maimartha kwa kumchafua. Kuna ujumbe ambao amepata ku, ku hapa eh, hapa mambo kama vile yapo na kwako, unaona Diva hmm. Aliposti ujumbe huu ambao unasema kwamba leo naenda mchana huu kufungua kesi dhidi ya Maimasa yes. tabia yake ya kunichafua so many times, kutunga uongo mm. na kutengeneza sauti na kuziunganisha yeah. Defamation is her character. Na anafanya hivyo ili apate followers, likes yes. comment na matangazo kwa kuharibia yes. watu majina yes. Anasema yeye mume wake polisi, hivyo hamna wa kumshtusha Nimemkalia sana kimya kipindi hiki ila sasa imetosha. Ni yeye na aliye mhoji wote wawili, ili uongo ujulikane. Naomba serikali kumwangalia sana Mai, amekuwa akiumiza watu kila kukicha na cyberbullying na uongo wa kutengeneza na kuharibu mahusiano ya watu kwa kupandikiza stories za kutengenezwa. Sasa ishu ya mume wake, naona serikali iangalie sana, maana wengi kumfungulia kesi na hazi, hazifanywi kitu. Mimi nitakuwa mfano wa kusimama, yes hadi haki yangu ipatikane na iwe mwanzo mwisho wa yeye kuniongelea, yeah. Hayo ndio mambo ambayo yanaendelea. Yeah, ni mambo mazito yanaendelea. Salamu na upande wangu ukimzungumzia Diva, jina mmoja ambaye mpaka kuja kwenye mitandao kwa hivyo vitu kuandika hapa vitu. Tayari amefika kikomo kama ni maji, yeah, ya kunywa au sio? Bado amekunywa mm -hmm, maji ya chumvi hajakata kiu yake <laughs> na maji ya chumvi taletia kwenye friji yaani, yaani ya mpaka mm. nachuviaaompkdiva ni, ni mpole sana mm. na mpaka unasikia wakati nabasi ni mengi ujue tayari mm. na tayari ujue kwamba kuna vitu vishamfika hapa, dakika uh, za mwisho anaona mi mm. baende kituoni na Maimasa anajivunia mm. kwa sababu ni mumewe s si inasemekana mume wake ni polisi anafanya mm. kazi za as, askari, kwa hiyo yeah, ni mtumishi wa serikali. Mtumishi wa serikali, kwa hiyo <laughs> anajikingia kifua kujiona mm. yeye ni mtu fulani labda ana serikali kwake yes. Serikali haiko hivyo kwa mm. Maimasa. Kama ni sheria itapata mkondo wake, kama ni kuna usumbufu wote una unaendelea labda, mm. kuna mambo ya ku, ku, ku, ku, kuchafuliana akaunti mm. au kuibiana mm. akaunti na uzuri zaidi vitu vipo kwenye mitandao mm, ushahidi upo kila anachokifanya kinakena, mpaka mm. Diva anaenda kufungua, uh, kesi kwa dhidi ya Maimartha mm, kuna kuna kuna, kuna ushahidi wake mwenyewe, hajaamua yes, kuweka wazi, lakini mm. ana ushahidi anao anaweza kupeleka uh, Ma, mahakamani. Ya, tukimzungumzia Maimartha. Maimartha ni mtu ambaye amekuwa akifanya interview nyingi yeah. Mimi pia ni shahidi wa hilo, nishawahi kufanya pia interview na yeye. Ni mtu ambaye anawafahamu watu wengi. Sawa, kama watu maarufu, wasanii wa maigizo, wasanii wa muziki, na watu wengine ambao wanajulikana. Ni mtu ambaye anajua stories za watu wengi. Anazungumza mengi. Huenda mengine huwa ni ya ukweli ama ni ya uongo. Sisi hatufahamu. Muhimu ni kwamba wa mengi. Sisi tunapata nini zile story ama yeah. zile content yeah. Speaking of swala la Diva hatujajua. Uh, kuna nini kinaendelea ama kimezungumzwa kipi, uh, kwamba Maimasa akazungumza kitu gani kuhusiana na Diva mpaka Diva akachukia, sisi hiyo yeah, hatuwezi kujua yeah, ila muhimu ni kwamba Diva ameshatoa uh, warning alert kwamba mimi naenda kufungua mashtaka dhidi ya mtu fulani yeah. Hatujui nini kinachoendelea kwa sababu hawa watu maarufu sababu wote ni watu, watu, watu maarufu wote pia ni watangazaji. Maimartha ni mtangazaji, Diva ni mtangazaji, media tofauti tofauti, na hao ni watu ambao wamekaa kwenye industry kwa muda mrefu. Tukimzungumzia Maimartha, ni mtangazaji ambaye amekaa kwenye industry kwa muda mrefu, tumeanza kumuona kitambo, mimi bado niko shule. Tukimzungumzia Diva, naye pia ana muda mrefu kwenye industry ya utangazaji, kwa wote ambao ni watangazaji lakini sema tu ile uh, aina ya maudhui ya Maimartha imekuwa tofauti, sivyo ambavyo anavyofanya nani Diva. Kwa hivyo kama kuna jambo kweli Maimartha kalifanya na Diva ana ushahidi it's okay, yeye kwenda kufungua mashtaka. Jambo sisi tunazungumza hapa, lakini hatujui kitu gani ambacho kimefanyika, hatujui sauti zilikuwa ni za kitu gani. Huenda kesi ikianza, basi tutajua kwamba nini kimefanyika, lakini kweli ukiona kobe kainama, basi jua anatunga sheria, na simba mwenda pole ndio mla nyama yeah. Kwa kwao, kama Diva alinyamaza kwa muda mrefu, huenda pia ili jambo limekuwa ni zito, ndio maana akaamua kwenda fanya nini kufungua mashtaka. Ya, na na mpaka mtu anaamua kufungua mashtaka mm. ujue kadhamiria fanye hilo jambo umeona, na kimemkwaza kweli. Nizungumza hapo na Maimartha, anatakiwa kama kuna chochote mm. kuna wakati wale wote wapo kwenye karia moja, unaelewa yes. kama kuna masuala ya, ya mitandao labda mm. matangazo na hisi kuna kitu chochote kinachoendelea hapo, nakuwa mm. labda kuna kuibiana matangazo au kuna yeah, you never know. Ya, au, makampuni umeelewa, kwa sababu wao wanafanya kitu uh, kari ya moja na nini na nini umeelewa. Kwa hiyo inafika wakati wakae kitako, wakae chini kama kinawezekana wa, wa, wa, wa, wa, waweze kusuluhisha kabla Diva kuchukua maamuzi yao kwenda kufanya nini, kufungua kesi. Lakini kwa Maimartha na yeye kama kwa upande wake yeye anategemea uh, sheria iko kwa kwake kwa, kwa mumewe. Sheria siku zote inakuwa ipo ina, ina, ina, ina haipingwi, yani sheria iko pale inasimamishwa. Kwa hiyo dakika za mwisho tujue tatizo linatokea wapi, kama ni tatizo la mitandao tatizo la, la kawaida, basi wanaweza wakakaa chini wakadiskasi wakasameana na tu, katika kipindi chapa kizuri kabisa inawezekana tu mkakaa chini mkafanya kitu, lakini kama kesi ishaamua kufunguliwa indirect kwamba bana mimi kwenye mitandao unaanza kufungua na nini na nini Mdiva anasema hivyo, ni tuache tuone, tusubirie what's gonna happening, au mm, sio? Mm, yes. Kwa hiyo ndio hivyo, kuna wakati pia tutoe hata uh, warning ama tutoe tu ushauri kwa wale ambao mna mnapenda hivyo kuzungumzia mambo ya watu wengine bila kuwa na ushahidi kamili. Kuna watu ambao bwana hawapendi kuchafuliwa, kuna watu ambao hawapendi kuzungumziwa vibaya kuna watu pia hawapendi kutungiwa uongo. Kwa hivyo, kwa mfano wewe ni mtu ambaye ni content creator, pia unazungumzia masuala ya watu, jitahidi kuwa unazungumza na vijii evidence fulani, ili lisije ikakukuta lile ambalo naenda kumkuta Maimartha. Basi bwana, mambo ndo yako hivyo, hivyo, Maimartha na Diva. He, mambo eh, moto tayari umewaka, mambo hivi, mm -hmm. mambo hayo uwanja wa comment kuwa ni muhimu sana kwako. Lakini kikubwa zaidi subscribe, bonyeza alama ya kengele, like na kushare kwa washikaji, tuko kwa hewa. Na hii ni meza ya wa